Bismillahi rahmani rahim, asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Kwa kweli tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa taufiki yake na hisani yake, ametuwezesha kuwepo mahala hapa katika ukumbi wa Mafia Boxing, chini ya udhamini wa Mafia Boxing, lakini pia tunamshukuru mama yetu mama Shamimu Shabani Mfinanga. Huyu mama ni katibu wa elimu malezi, pia ni mjumbe wa uchumi na fedha wilaya ya Ubungo. Pia vilevile vile mama huyu amejitolea sana na kujitahidi, na ni mjumbe pia wa kamati ya michezo yote wilaya ya Ubungo, kwenye uchumi na fedha na wazazi pia yumo. Alhamdulillah, mama huyu amefanya jambo kubwa, jambo la kuwachukua vijana wa madrasa ambao wengine ni mayatima na kuweza kuwaweka mahala hapo kwa ajili ya kuwapa futari hii hasa ndiyo sahihi alichofanya mama, ndiyo sahihi na ndivyo inavyotakikana, na tunawaasa watanzania wote waige, waige namna njema ambayo mama huyu ameifanya, na sio kuchukua watu ambao wana uwezo, si wahitaji kisha ukawapa, ukawafuturisha. Lakini mama amekwenda kwenye lengo hasa, kwenye sehemu husika kuwatafuta watu ambao ni wahusika na ndio wahitaji, ili aweze kuwapa futari kwa kutafuta baraka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Hivyo tunawasa wasa watanzania wachukue mfano huu kwa mama huyu. Hawa ndio wanaostahili kufanyiwa ihsani kama hiyo, kwa sababu wanapohitajia huwa hawapati, tofauti na wale ambao wanawapa watu ambao si wahitajia. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufunza kwamba katika maisha ya viumbe duniani, mtu mwenye thamani kuliko mtu yoyote duniani ni yule ambaye kwamba ni yatima. Na ndio maana hata Bwana Mtume mwenyewe alikuwa ni yatima. Katika kitabu cha Barzanji anasema habadha iqdu suudadin wa fakhari antafihilyatumalasma yatima ya ni jiwe lenye thamani sana linaitwa ya yatima wanasema wafasir arramlatu munfaridatu min arramali ni jiwe lililotengwa kutokana na thamani yake ya ujuu lilokuwa nayo kwa hivyo mwenye kumfuturisha yatima ya mwenye kumlea yatima ya mtume anasema nitakuwa naye peponi jirani yeyote ana wakafiluliyatima wahua kahataini filjana mtume anasema mimi na yule mwenye kumlea yatima nitakuwa naye jirani yangu peponi. Kwa hiyo mama huyu aliyefanya jambo hilo Mwenyezi Mungu ambariki sana na amefanya jambo sahihi, na sisi tuchukue mfano wa kuiga hapa. Hapa ndiyo mahala husika kuwalea mayatima, na kuwasaidia kujua hali zao na shida zao. Hivyo ndugu zangu wa Tanzania, tuige mfano huu, na sisi tuyafanye kama haya. Tunamshukuru mama huyu kwa jitihada kubwa anaonyesha katika jamii, ya kuilea jamii, na kuipatiliza jamii, na kuitunza jamii. Mwenyezi Mungu atampa kila hitajio la lile analolikusudia. Kwa hiyo pia kwa yeyote ambaye atahitaji kushirikiana nami katika juhudi hizi, basi nasema milango iko wazi na nataja namba yangu ya simu kwa mawasiliano. Namba yangu ya simu ni 0788 184126. Na namba yangu ya simu nyingine ya Tigo ni 0653 460126. Kwa yeyote ambaye ataunga mkono juhudi hizi ya kusapoti au wataunga mkono au wana vijana ambao wako katika hali ngumu, basi mimi nawapokea na kuwasomesha na elimu ya dini na malezi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, namwomba atakabali amali yangu hii na akanionyesha katika daftari langu la amali njema kesho ya umul kiyama. Jukumu hili huwa ni la kwetu sisi wazazi, lakini tunaimani kwamba kwa kuwa vijana hawa walikuwa kwa maelekezo ya mwalimu alivyotuambia, ni kwamba wameondokewa na wazazi wao kwa hiyo yeye ameweza kuchukua jukumu hili la kuwakusanya pamoja pamoja na kuwalea pamoja na kuwafundisha haya ambayo ameweza kuwafundisha, na kweli tumeona kituo hiki kinafanya vizuri sana. mimi, kwa majina naitwa Saif Hassan Nyuki ni mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi kata ya Mabibo, lakini katika chama chetu cha mapinduzi mimi ni kiongozi wa kisiasa katika chama chetu cha mapinduzi. Jumuiya ya wazazi ndio yenye jukumu hasa la malezi kwa hiyo tunawapongeza sana wazazi wenzangu ambao wamekuja hapa pamoja na vijana wetu, kwa kujumuika na nyinyi sisi ambao tumekuja tumekuja kujumuika na nyinyi kwa ajili ya iftar, lakini pamoja na kuwapasapoti kwa kile ambacho tutakuwa tumejaliwa. Sina maneno mengi sana, naomba baada ya kusema haya nimkaribishe mwenyekiti wangu wa wazazi wilaya hii ya Ubungo aweze kusema mawili matatu. Karibu sana mwenyekiti. Ndugu zangu waliandaa iftari ya jioni, shehe wangu mwenye kazi kubwa ya kuwalea vijana wetu hawa, awali ya yote ni washukuru sana, ni washukuru walimu wangu wa wa, hawa wanaokaa na vijana hawa na mmekuwa na moyo wa kuwatunza kama watoto wenu mliowazaa shehe nimeona mfano mmoja mzuri maana watoto hawa ambao hawana baba wala mama na mwanao yuko ndani mwao jambo la heri sana moyo huo sio kila mtu anaye ndugu zangu ni moyo mkubwa na imani kubwa sana shehe huyu alionayo kuchukua mzigo hawa sisi, ni wababa mimi ni mbaba, watoto wa kiume ninajua malezi yao ilivyo. Lakini baba huyu muombeni sana Mungu aweze kumpa siku nyingi, na aweze kumpa uwezo na misaada mingi kwa ajili ya kuwalea vijana hawa. Mimi moja hapo ni mfano, mimi nilipoteza mzazi nikiwa na miaka tisa. Fikiria leo mimi ni daktari wa binadamu mkubwa tu lakini Mwenyezi Mungu alinisaidia, walionishika mkono wakaninyanyua nikafikia hivi. Niliwahi kwenda sehemu moja, nilikuwa na tabia kwamba nikipata chochote nagaa sehemu, naenda katika sehemu ya watoto wa atima. Ijaliwa nikawa na kazi yangu kwamba nafanya labda kila mshahara mwezi, sehemu za Morogoro, nikawa kila nikienda nikipata chochote kitu nakata fungu la kumi napita kwa kituo cha watoto yatima nikakuta watoto wadogo sana ambaye wana hali kama hizi, na wengine waliokotwa tu wakalelewa, hawajulikani hana ndugu upande wowote wa wakanizoea, kila ninapokwenda kila nikienda akiniona, akaniota baba baba, na aliponiita baba, na wengine wakati nikienda kila mmoja nataka nimnyanyue nimshike, na wengine wakati naondoka wanalia. Ndugu zangu nawaambia hii kwa sababu kuna ulimwengu ambao watoto hawa wadogo wanakosa, lakini sisi ambaye Mwenyezi Mungu ametujalia uhai, angali tupo, ukiona una kingi au kidogo nyumbani kwako, usisahau kwamba kuna vituo vya watoto yatima, kwamba kuna watu wanaoangalia watoto hawa. Tusisahau ndugu zetu, na ni vizuri kwa sababu watoto wanaokuzwa katika kujua neno la Mungu hawawezi kupotea. Na kama mnavyowatunza hapa wanajua neno la Mungu na kuingia na kumjua Mungu ugogo na kuingia ndani mwao, hakika watakuwa na watakuwa watu. Na tunaomba Watanzania kwa ujumla viongozi wa nchi hii watambue na wajue kwamba kuna Watanzania ambao wanaishi katika hali kama hizi wakumbuke na siwasahau kwa sababu ni watoto wa Tanzania, na vile watoto ambao wana mahitaji kama haya. Tunaomba sana ndugu zangu, mimi leo nimekuta hii, nimeitwa tu nije kuwasalimia, lakini hata hivyo mimi siwezi kuacha watoto kwa sababu najua nahitajika kushikwa mkono. Nafikiri baada ya shughuli nzima basi nitawa support kwa sababu mi sipendaki kusema, kusema chochote kitu mbele ya shughuli kama hii kwa, kwa sababu shughuli kama hii ni shughuli ya Mwenyezi Mungu, lakini baada ya hapa, shehe wangu na kamati nzima wataniona, angalau mimi angalau na mimi niweze kualisha hata kwa siku mbili tatu, angalau na mimi niweze kualisha kwa siku mbili tatu, lakini sio fahari yangu kusema hiki kitu hapa kwa sababu ni ibada, ni sehemu ya ibada. Kwayo ni washukuru sana, asanteni kwa sadaka ambayo mlifanya jioni ya leo. Hivi mlichokifanya hiki, mlichokifanya nyie, mnaweza kaona kama ni kitu cha kawaida. Si jambo la kawaida hili la kwa kukusanya watu wakala pamoja, lakini mkafanya kitu kikubwa kuliko chote, kumwombea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa nini niseme ni kubwa? Ni kubwa kwa sababu kama nchi haina amani, hata hawa wandugu hamwezi kuangalia. Kama nchi haina amani, hata sisi tuliojumuika jioni ya leo tusingeweza kujumuika. Kama mkiona karibu nchi zetu, kama wenzetu jirani Kongo kule, hawajui nyumba iko wapi, unakuta vita inakuja, risasi zinapigwa, mtoto anapita kushoto mwingine anapita kulia, baba anapita kulia, mama anapita, hamjui mtaonana mtaonana lini? Mtaonana lini? Hamjui. Lakini kwa kuwa na rais wetu <coughs> ambaye anasaidia sana kutunza amani ya nchi yetu, ndio maana tuko salama. Kwao kuna umuhimu, hiki kilichokifanya leo kumwombea dua awe na afya njema, aweze kukoa akiwa salama, ni jambo lililo kubwa sana, na hasa kipindi hiki chenye maneno mengi kwenye mitandao na kwenye magazeti na kwenye sehemu nyingine zote zenye media, hasa kipindi napoelekea uchaguzi. Endeleeni kuombea nchi, endeleeni kuombea viongozi wa nchi hii, ili waweze kuongoza nchi katika hali ya amani, waweze kuongoza nchi wakijua kwamba sisi kwa sala tuko nyuma yao na tunawaombea na tunawapenda, kwa kuweza kujumuika kufuturu na watoto yatima. Tunashukuru pamoja na wanachama wenzetu wote, jumuiya zote, kwa kushirikiana kuweza kufanikisha swala hili. Tunamshukuru Mungu, limekwenda salama, tumefuturu na watoto yatima wa kituo cha Kigogo. Watoto hawa wana mazingira magumu, sehemu ambayo pia wanayoishi ni viumba viwili yaani ni moja kwa moja inaonyesha wanataka msaada, vyumba viwili, watoto hawana magodoro, wanalala chini kwenye makapeti, hapo hapo ndio wale hapo hapo ndio walale. Kwa hiyo tukaona kuandaa hii swala ya kuwafuturisha, hata hapo kwenye kituo chao akiwezi kufanikisha, kwa sababu eneo ni dogo, ni finyu, ndio tukaweza kutafuta ukumbi tuweze kujumuika nao. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba watu waguswe na swala la watoto yatima kama mtu ukiwa nacho kidogo, sio mpaka kiwa kikubwa, unaweza tukawasaidia. Na hii tumeanzisha, lakini pia tutafanya tena. Hii ni mwezi wa Ramadhani, ila tutaandaa kongamano lingine, tutakutana hivi kama hiyo siku itakuwa ni kuchoma nyama, lakini kila atakayeingia ataacha elfu kumi kwa ajili ya kuweza kuwapatia kiwanja. Hizo elfu kumi, tukikutana kama mara tano, wanaweza wakapata kiwanja, ili waweze kupata eneo kubwa la kudumu ambalo tofauti na hilo wanalokaa, nafasi ni ndogo, wanahitaji kusaidiwa. Mtu anayeguswa kama ana nguo, ana nguo ana chochote kile anaweza kawakilisha mwalimu wao yupo, na eneo si mbali, ni round about ya Kigogo kama unataka kuelekea klabu ya Yanga. Na kingine ambacho naweza tukasema, kuna wengine wanasoma shule pia wanahitaji kulipiwa mwalimu anapambana na hiyo hali lakini, pia yeye mwenyewe inamshinda, kwa sababu watoto ni wengi, baadhi wanakwenda shule, baadhi hawaendi shule. Kwa hiyo pia wanataka msaada wa uniformu, mabegi, vitabu kila kitu kinachostahili kwa mwanafunzi. Tukijumuika pamoja, najua tutaweza tukilianzisha. Hili leo tumefanya hii ya kufuturisha, na kama mtu pia ana uwezo wa sikukuu hii kuweza kuwa nao pia wapa chochote cha sikukuu hii ya Eid pia wanakaribishwa ili kuweza nao wajisikie kama wazazi wao wapo. Hawa hawana wazazi lakini wazazi wao tunapokuwa nao kama hivi, wanaona wazazi wao ni sisi na wanao wanafurahi, wanasahau kama hawana wazazi. Kwa hiyo ningependa wote, kila mtu swala hili limguse. Assalamu alaykum. Ndugu zangu, najua tumeburudika vizuri kwa vipaji vya watoto hawa, tumekula vizuri, tumefurahi. Jioni ya leo ilikuwa ni sababu ya Mungu hii kutukutanisha pamoja na watoto wetu hawa. Lakini sikukuu inakuja kama sio Jumapili au Jumatatu, si ndio? Lakini hakuna ambaye hapange hapa kwake kama sisi wazazi waliokuwa hapa, hakuna asiyepangwa kwamba Jumatatu watoto wangu watakulani, sio lakini, nani, watoto wetu tumewazaa, si ndio, ambao nawataka na nye, jumatatu wafurahi angalau angalau, kwa sababu wazazi wao tumefanya nini? Tumejumuika pamoja leo na hawa viongozi wangu ambao nimekuwa nao, lazima tufanye kitu, na hiki tukifanya, viongozi wangu, tukaojaliwa hata kama tutasema kitu, maana yake wapate mapema ili jumatatu nao wafurahi, si ndio, jamani kwangu mimi sasa, shehe, nalazimika kusema ili nitoe ushawishi kwenye ukumbi huu, ili nitoe ushawishi sasa, maana yake sasa ibada, nitoe ushawishi. Mimi nitatoa kwa leo shilingi laki mbili kwa ajili ya watoto wa sherehe. Allahu akbar! Mama Shamimi, kio kwanza wewe kwanza, wao washereheke nyumakahwana kwanza, nakumudu kama ulinimudu na mimi nakumudu Mimi kama mwenyekiti sijui unanitoaje hapa, maana mimi siondoki mpaka watoto wapate furaha siku ya Jumatatu. Ah, mwenyekiti, nataka nirudishe kwako, watoto watapata furaha, wapo, tutashirikiana. Ah, mimi. Mimi watapata laki moja Jamani, mwingine sio lazima useme, unaweza ukasema 20 30 ilimradi watoto watoto wao wafurahi kama ulivyopanga kichwani mwako. Wanao Jumatatu watafinya mikono nao, wafinye ni baraka kwa Mwenyezi Mungu. Au nitembee kidogo, niomba kina mama lakini wakina mama nyie, amtaki kunitoa hapa, niondoke. Hata waliokaa kule wababa wamekaa kule, inawahusu nanyie. Asante, asante sana. Usiogope chochote kitu, Mungu anakithamini. Unajua kuna aliyewahi kutoa shilingi senti moja mwingine akatoa zaidi lakini ile aliyotoa senti moja akaonekana ifanya nini, afanya jambo kubwa. Wao siogope. Asalamu As alaykum. Kwa majina anaitwa Restituta Abraham ni katibu wa UVCCM Tawi la Mabibo, pia ni mjumbe wa serikali ya mtaa, mtaa wa Mabibo. Mimi kwa kidogo nilichokuwa nacho nitamtumia mwalimu shilingi elfu ishirini na moja apate na kutolea. Takibiri karibu amangu. As asalamu alaikum. Jina naitwa Tonesa endi urio kidogo changu nitakachotoa nitamtumia mwalimu shilingi kumi na moja. Nambeni mratibu a watu, ndugu zangu, kama mnaf kama mfahamu, mfuate kabisa, kope simu ya namba namba ya simu na jina lake na alipo, lakini watu wasimama. A asalamu alaikum mimi nitachangia shilingi elfu kumi na moja. Assalamu alaikum. Kwa majina naitwa Zarina Abdalla Ndege, ni katibu wa tawi la Mabibo. Nitatoa shilingi elfu kumi na moja. <coughs> Vikoba, mnasahau, mna vikoba jamani. Hawa mama ndio tumemaliza huko. Haya, Shamim shah, mimi ntawapatia mchele kilo 5 nitatoa elfu ishirini. Naomba wewe wa mwisho. Wewe kigogo kabisa. Nenda mwisho kabisa. Asalamu alaykum. Mimi nawashika mkono watoto wa kuchangia 1000. Asalamu As alaikum. Kwanza tunawashukuru tumefuturu pamoja na mimi nitawashika mkono watoto kwa shilingi elfu kumi. Asante. Takbir. Assalamu alaykum. Mimi katibu wa wazazi kata Mabibo nawashika mkono watoto kwa elfu kumi. Jazakallahu khair. Takbir. Assalamu alaykum. Basi na mimi kwa sababu wakubwa wangu wametema wanashika watoto kwa elfu kumi, na mimi naomba niungane na wakubwa zangu niwashike watoto kwa elfu kumi. Jazakallahu takbiri. Lakini mwenyekiti kanaweza kakaa nyuma, atanguliaye. Salamu alaykum warahmatullahi wabarakatu. Kama nilivyojitambulisha awali, mimi naitwa Saif Nyuki, ndiyo mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi kata ya Mabibu. Hapa tumekuja kwa ajili ya kumsindikiza mwenyekiti wetu wa wilaya, lakini mimi kwa leo nitatoa shilingi laki moja lakini Takibi. naomba niahidi kwamba kila mwezi nitatoa shilingi elfu ishirini kwenye hichi kituo kwa muda wa mwaka mmoja. Asante sana ndugu zangu, tuwashukuru lakini tutapewa mjumbe mmoja atarudi tansindikiza, alafu atarudi aa, kama kuna mjumbe mmoja mtaamini katika au, haya sawa. Mwalimu nasema mjuve mmoja kushuka na mimi arudi ama, katika hawa viongozi kama mna mmoja hapo, basi nshallah mimi nakubali tu basi, mm, nitakusindikiza inshallah, yamani, asanteni sana, Mungu awabariki. Asante mwenyekiti, Mungu akubariki sana, Allah akufikishe salama, kutangulia. Asanteni sana, asante sana mwenzi wangu dada Hilda Kambangwa kufutari na wewe, najisikia raha sana pamoja na ndugu yangu kipenzi kabisa dadangu nafi Kinyogole, tumefuturu pamoja. Allah awazidishie, Allah awatangulie kwenye kila mnapoenda. Asante sana wageni walikwa, ulikuwa na mimi MC Muna. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wakina dhabannar Rabbana la tuzi qulubana ba'da hida daitana